Una plan ya kusoma China kwa scholarship, probably utakuwa umeshasikia kuhusu Chinese Government Scholarship au kwa jina lingine CSC scholarship. Lakini je, hiyo ndiyo the only scholarship iliyopo China? Assalamu alaikum, karibuni tena katika chaneli yangu, na katika video hii Insha Allah nitawajuza All the major scholarships unazoweza kuapply katika nchi ya China. Hii ndiyo scholarship maarufu zaidi inayotolewa na serikali ya China. Na ina cover tuition fee, accommodation, monthly stipends, na medical insurance. Nimetoa maelezo mengi kuhusiana na scholarship hii katika videos zilizopita. Na inshaallah nitaendelea kutoa maelezo zaidi kuhusiana na scholarship hii katika video zijazo. China has many provinces na many of the provinces have their own scholarships. Kwa mfano, kuna Beijing government scholarship, Shanghai government scholarship, Zhejiang government scholarship na zingine nyingi. Nikisema provinces ni kama mikoa. Kwa mfano, kwa kwetu Tanzania, tungesema uh, Mwanza government scholarship, Mbeya government scholarship uh, Dar es Salaam government scholarship, Dodoma government scholarship. Yani kila mkoa ina scholarship yake, na hizi scholarships huwa zina cover tuition fee ambayo inaweza ikawa full au partial. Full ni kwamba unalipiwa yote, pasho unalipa sehemu ya ada pia. Uh, huwa zina cover accommodation na hata monthly stipends na zinatofautiana kulingana na mikoa. Scholarship hii ni separate from CSC na una apply kwa kupitia chuo, sio kwenye CSC portal. Most Chinese universities offer their own internal scholarships. Na scholarships hizi huwa zinajulikana kama university scholarship au president scholarship au international student scholarship na huwa zina kava tuition fee ambayo inaweza ikawa full au partial pasho uh, pia accommodation na hata monthly stipends. Kwa Hizi scholarship tatu nilizozielezea, nitatoa mfano. Kwa mfano, nchi yetu Tanzania kungekuwa na Tanzania Government Scholarship, watu kutoka nchi mbalimbali mbali, wangekuwa wana apply kuja kusoma katika nchi ya Tanzania. Hii sasa ndio kama ile CSC scholarship ile general. Halafu Tanzania ina mikoa mbalimbali mbali. Katika hiyo mikoa huwe na scholarships zake pia, yani mfano huwe na Kilwa government scholarship, uh, Kigoma government scholarship, Dar es Salaam government scholarship. Kwa hiyo watu pia wewe wanaweza kuapply katika mikoa hiyo, na hii scholarship inakuwa ni separate na ile ya general scholarship. Kwa mfano mtu anaweza akaapply kwa ile ya general na pia akaapply tena wa ya mkoa yani, kwa scholarship ya mkoa, kwa mfano labda Dar es Salaam government scholarship. Halafu ndani ya hiyo mikoa kuna vyuo mbalimbali, na hivyo vyuo pia vyo vinatoa scholarship zao, yani ziwe na internal scholarships. Kwa mfano sasa, ndani ya Dar es Salaam huwe na the University of Dar es Salaam iwe na scholarship ambayo inatoa kwa international students nafikiri hapo mtakuwa mmenielewa hizo scholarships tatu, jinsi zinavyotofautiana. Kama wewe ni mwalimu wa Kichina au unasoma Kichina na unataka kufahamu zaidi utamaduni wa Wachina, basi scholarship hii ni kwa ajili yako. Scholarship hii ina cover tuition fee, accommodation na monthly stipends lakini kuna sharti moja ili uweze kuapply scholarship hii, you must be a Confucius institute student in your country au in China. Na unatakiwa pia uwe na angalau HSK3 certificate yani Chinese uh, proficiency level 3. Hizi scholarships zinakuwa funded by Chinese companies au international cooperation programs, au uh, special bilateral agreements, na haziko common, lakini zipo, na hasa katika kozi za engineering or technology, or research based. Sasa niwaoneshe wapi mnaweza kuona hizi scholarship. Ukiingia katika official website ya CSC kuna sehemu imeandikwa scholarships, ukiklik itakuonyesha scholarships zote nilizozielezea. Hivyo unaweza kuklik scholarship moja moja na kupata taarifa zake zaidi. Insha allah nitatengeneza video ambayo nitaeleza kwa undani zaidi na kuonyesha namna ya kunavigate katika hii website. Mpaka sasa tumeshafahamu kuwa CSC is not the only scholarship you can apply in China. So if you only wait for CSC, unakuwa una limit your chances. Kama nilivyoeleza katika video ya types of CSC scholarships, uki apply through embassy unakuwa na maximum ya vyuo viwili na ukiapply kwa kupitia take B unakuwa na maximum ya chuo kimoja tu kuapply. Pia tukumbuke si Watanzania peke yetu ndio tunao apply kwa hizi scholarships. Watu kutoka mataifa mbalimbali ndani na nje ya Afrika pia wana apply for the same scholarship. Kwa hivyo competition ni kubwa. So, ili kujiongezea chances za kupata ni vizuri kama uka apply multiple scholarships kwa sababu pia most of these scholarships zinatoa benefits ambazo zinakaribiana au sawa sawa na CSC. Kuna scholarship nyingine inaitwa ANSO scholarship. Hii insha allah nitaielezea katika video yake peke yake. Kwa hivyo sasa tuishie hapa. Thank you so much for watching. Tafadhali usisahau ku kulike, kushare, kucomment na kusubscribe kama bado hujasubscribe.